Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai, apewe sifa Mwokozi. Jiandaeni, jiwekeni tayari kwa neno hili ambalo litaibadili mioyo yenu, nia ya yangu, muujiza wangu mkubwa ambao kila siku ninaota ndoto hiyo, ni muujiza wa kuwafanya wanadamu watakatifu kisha ni waone wakipanda juu katika ile safari ya unyakuo. Mimi nipo duniani kwa ajili ya ajenda moja, ni kuliandaa kanisa la siku za mwisho, mtakatifu wa Mungu wa pekee anayeishi matendo ya Mungu asiyeifanana dunia. Dunia imewazaa watakatifu wake. Jiadharu, usiwe mmoja wa watakatifu waliozaliwa na dunia. Dunia ni nini? Dunia ni injili. Kama umezaliwa kutokana na injili tofauti na utakatifu, umezaliwa na dunia. Kumbuka, walio wa ulimwengu huu sio wa Kristo, maana Yeshua akasema, tazama mimi sio wa ulimwengu huu, kwa maana ningelikuwa ulimwengu huu mitume wangu wangenipigania lakini mimi ni wa ulimwengu ule ujao. Kwa hiyo sisi tunaonekanaje duniani? Watakatifu, watu wa Mungu, wanaonekana kama mianga duniani, maana ulimwengu ni giza, lakini ninyi mna nuru ya, ya mbinguni ndani yenu. Kwa hiyo tunaonekana watu waliopotea. Dunia isipokuona mtu uliyepotea ama mtu mgeni basi wewe wokovu wako una mashaka, lakini dunia muda mwingi na kuona tofauti, kwa sababu wewe ni mwanga, wao ni giza, na unaonekana mwenyeji wa sehemu tofauti, kwa kuwa wewe si wa ulimwengu huu, bali ni wa ulimwengu ujao, yaani ufalme wa mbinguni. Kama wewe ni wa ufalme wa mbinguni, basi utaufanana ufalme huo watu waendao huko, maandiko yanawasema walikuwa wamevaa mavazi meupe, wameshika matawi ya mtende mkononi mwao. Inamaanisha wamevaa utakatifu na wamemshika Roho Mtakatifu mioyoni mwao. Haleluya! Kwa wewe kuikwepa, maana dunia inaonekana ina amani kwa kitambo kidogo, dunia inaonekana ni ya furaha kwa kitambo kidogo, wenye dhambi wanaonekana wana uzuri kwa kitambo kidogo. Lakini nakuambia uzuri wa dhambi sio uzuri wa kweli, maana leo utamwona ana furaha, kesho ana huzuni. Lakini sasa hivi Mungu wa mbingu na nchi anakuita utoke katika giza la dunia, njoo katika nuru ya umilele wa Mungu, nao ukavikatae vya ulimwengu, ukayakatae magenge yote na madhaifu ya dunia, ujue mahali udhaifu wako ulipo, nawe mtegemee Kristo akuinue kutoka mahali pale. Imeandikwa, Mungu wenu yupo mbinguni, na hakika nawaambieni sasa, mbingu ni makao ya Baba yangu, duniani ni pakukanyaga nyayo za miguu yake. Inamaanisha Mungu huja duniani kwa ukombozi tu, na yamkini, Baba yangu hajawahi kuja duniani hata siku moja, hajawahi kukanyaga mguu wake duniani, lakini amekanyaga akiwa amevaa mavazi ya magunia. Alikanyaga miaka elfu mbili iliyopita akiwa kwenye mavazi ya magunia, tena na ukanyaga upya akilikusanya kanisa la mataifa. Kanisa ni moyo wako. Uchunguzeni mioyo yenu kwa, kwa, kwa undani. Iweni wapole mkifata nia ya usafi, usifatishe dhambi za wanadamu, maana wanadamu siku zote hawaipendi nuru, na yamkini hata, hata ninyi Usitarajie jambo jema kutoka kwa mwenye dhambi, bali tarajia mwenye dhambi atayafanya mabaya, kwa ajili haipendi tu nuru. Muda mwingi mtu akiwa ni yupo gizani, ukaileta nuru, mara ya kwanza huwa anafumba macho kwa sababu amelizoea giza. Nanyi ni lazima muwe hivyo, lazima usifumbe macho, bali vumilia kwa ile nuru macho yako yatageuka na kuizoea nuru. Mimi ni nuru, nayiangazia macho ya kila mtakatifu. Nuru inamulika uchafu, uchafu ulio ndani ya macho zenu. Sio kila kitu unachokiona lazima ukitazame, sio jambo sio kila kitu lazima ujibu, sio kila wazo lazima ukubaliane nalo na sio kila unalo, sio kila kitu lazima ukisikie. Sikio lako lazima liwe la kuchagua. Macho yako lazima yawe sio ya kutazama kila kitu, bali macho yako yautazame ufalme wa mbinguni. Kuna watu wanatazama vitu vya ulimwengu, kuna watu wanatazama mambo ya dunia, lakini mimi nawaambieni kuweni na tumaini moja tu, baada ya maisha haya nitauona ufalme wa mbinguni. Nawe muombeni Mungu awakomboeni, wa muombeni Baba wakomboe. Kukombolewa ni kufanya nini? Kuna tofauti ya kuokoka na kukombolewa. Mtu anaweza kuwa anaenda kanisani, lakini bado ni mlevi. Ni kwa sababu hajakombolewa, lakini ameokoka. Kuokoka ni moyo wako kumpenda Mungu, lakini kukombolewa ni kuachishwa dhambi za dunia. Ndio maana ukombozi umeletwa kwa Kristo. Kristo anaitoa nguvu katika maneno yake iwezayo kukubadilisha wewe, ikakutoa katika njia za dunia, ikakuweka ika katika njia za safari ya mbinguni. Usiogope, usihuzunike. Dunia siku zote ipo kinyume na utakatifu, lakini Mungu anaufata utakatifu. Usiogope kwa sababu ya dunia imemgeukia ibilisi. Ukitaka dunia ikufurahie maana umeokoka ni ajabu sana, kwa sababu dunia inawafuata manabii wa uongo. Dunia inataka uwe uwe, uwe unajipaka mafuta ya upako. Dunia inataka uwe na vitambaa. Ni kwa sababu dunia haikumjua Baba wala kumjua Mungu. Hakumo ndani yao, wao wanafuata tamaa za miili na roho zao, wakishindana miili yao hushindana na roho zao. Ndio maana leo yupo kanisani, kesho yupo baa. Mwili utampeleka baa kesho lakini roho yake itampeleka kanisani leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia ya leo imejaa udanganyifu, hata katika injili zao wamejaa udanganyifu na uongo. Nami nawaambieni ya kwamba okoeni roho zenu, maana siku za mwisho zimefika, asema Bwana wa majeshi. Makutano watakusanyika mbele za kiti cha enzi katika kila taifa. Mungu anataka watu waliotubu ili awakusanye pamoja kama mtu akusanyavyo ngano akaipura akatoa uchafu ndani yake. Mwana wa Adamu amekuja kuipura ngano. Mwana wa Adamu amekuja kuy... kuyatoa magugu ndani ya kanisa. Mimi nayatoa magugu. Gugu ni nani? Gugu ni mtu ambaye anaenda kanisani pasipokuwa na moyo wa kuona ufalme wa mbinguni. Uf... u... ingieni katika huo uzima pasipo kupepesa macho yenu. Iweni wajasiri kama simba, muwe wapole kama njiwa. Usifuatishe namna ya dunia wala usipende vya ulimwengu. Haleluya! maandiko yapo wazi ya kwamba ule ufalme hutekwa na wenye nguvu. Watu tu hawauteki ule uzima, bali wale wenye nguvu, wenye bidii ya kumtafuta Mungu kwenye bidii ya kuishika amri za Mungu. Haleluya, sisi tumefanana na safari ya kutoka Misri kwenda Kanani. Uliona safari hiyo ilivyokuwa na, na, na, na, na milima na mabonde, lakini uliona vile Mungu alivyokuwa pamoja nao bila hata kuwacha siku moja. Haleluya, apewe sifa Yeshua. Yaani, ninyi mnatarajia nini Wakati dunia inasifu Mungu na kumwabudu kwa jina la Yesu, ninyi mnaabudu kwa jina la Yeshua, unatarajia nini? Itaonekana ni jambo geni kwao, kwa sababu nuru siku zote huangaza sana gizani. Ulimwengu unabatizwa kwa maji mengi, ninyi mnabatizwa kwa moto na Roho Mtakatifu, kundi lililopendwa na Mungu wao. Haleluya, taifa teule Mungu wa mbingu na nchi amewachagua kuwa taifa teule, aweze kuwarithisha ufalme wa mbinguni. Mungu aliye mbinguni amewachagua kuwa bibi ya harusi wa mwana kondoo, yaani ninyi ni wananchi wa mbinguni. Ndio maana kila nyakati anakuleta kuisikiliza injili mgeni. Lakini wengine wao wanaenda makanisani ya uongo, wanasema Mungu amenijalia kuja kwa sababu kuna Mungu wa uongo na kuna Mungu wa ukweli. Haleluya, ed ya glory masi, haleluya. Lakini wewe leo, kila siku unatembezwa safari ya uzima wa milele nami nawaambieni, shikeni sana mlicho nacho, ilishike sana neno la Mungu, sheria ya Mungu yaandike kwenye kibao cha moyo wako. E Bwana akautawale moyo wako, Mungu akutawale mzima mzima. Yoshua ana akawa anawakazia sana wana wa Israeli, lazima muishike Torati na kuitenda oriasalabayakita oh, haleluya. Uliona njia ya kutoka Misri kwenda Kanani, ilikuwa na mazito mengi, adui walikuwa wengi, upinzani ulikuwa mwingi, wengi walifika wakakata tamaa. Wakasema musa wa Mungu wako yuko wapi? Lakini nawaambieni, jipeni ujasiri, muvae mili ya imani. Toka kwenye mwili wa damu na nyama, ukavae mwili wa imani. Mwili wa imani huu ni mwili uliojengwa kutokana na neno la Mungu lililo hai. Lazima uvae mwili wa imani. Akina Stefano walivaa mili ya imani, ndio maana hawakutetemesha wakati walienda kuifia imani akina Batimayo walivaa mili ya imani. Ninyi mmevaa mili ya Ukristo, hata hamjavaa mili ya utakatifu. Kisha mtoke kwenye mili ya utakatifu, mvae mili ya imani. Ninyi mmevaa mili ya Ukristo, mili inayofanana dunia. Ndio maana kuvaa kwako ni kama dunia, kuongea kwako ni kama dunia, mapambo ya dunia, nywele bandia za dunia horiatamaselebayasik haleleselemasik landrs la ndio maana unapenda kusikiliza mambo ya dunia, ndio maana unapenda kushikamana na watu wa dunia, maana bado upo ndani ya mwili wa dunia. Maandiko anasema wengi wanamkiri Kristo lakini wanaukataa ule utakatifu, wanaikana ile nuru ya Mungu, lakini wanasema tumeokoka, lakini wanakataa amri za Mungu wanaishika Sabato, wengine wanamwabudu Mariamu mama wa Yesu, wengine wanamwabudu Yesu pasipo kujua. mori masadre hadresika Mtamwonaje yule mtakatifu msipoukubali utakatifu na ondoleo la dhambi? How will you see the holy one? Maandiko amesema without holiness no one shall see the Lord. Mtamwonaje yule Mungu mtakatifu wa Israeli msipovaa miili ya utakatifu? Yohana aliona mpaka wanadamu walivyotoka katika uzima wa dunia ya sasa na kuelekea katika uzima wa milele. Anasema, naliwaona watakatifu wasio na idadi. Yaani, naliwaona watakatifu, sio kwamba naliwaona wanadamu, sio kwamba naliwaona wakristo niliona watakatifu wa Mungu wakikizunguka kiti cha enzi na mavazi meupe. Kwa nini hakukuona katika kanzu yako? Kwa nini hakukuona katika vazi la mwanamme ambalo unavaa wakati maandiko amesema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamme, mwanamke asijipambe kwa mapambo ya nje, mwanamke asivae, mwanamke asisuke mwa, nywele. Kwa nini hukuonekana? Ni kwa sababu huna mwili wa utakatifu. Ni kwa sababu bado umevaa matendo ya dunia. Kwa nini hakuona wanadamu? Anasema naliona watakatifu. Kwa nini hakuona Wakristo? Anasema naliona watakatifu, maana nuru ya Mungu imeangaza, naye aliwaona waliovaa nuru. Kerubi mmoja akamuuliza Yohana, hawa ni akina nani? Yohana akasema, eh, Bwana wangu sijui. Akawaambia, akamwambia, hawa ni watakatifu watokao katika dunia ya dhambi. Nikisema dhambi, watu wanashindwa, dhambi ni nini? Dhambi ni wewe kutoku, kusoma maandiko na kuyaishi. Dhambi ni wewe kutokuwa na neno la Mungu ndani yako, ni dhambi. Dhambi ni kukosa imani dhambi ni kukosa kumsikiliza Mungu. Imani huja kwa kulisikiliza neno maandiko. Anasema watakatifu wa kanisa la kwanza walidumu kwa mafundisho ya mitume, nanyi mtadumu kwa mafundisho ya Kristo na, na kusali na kuumega mkate kila siku. Kumega mkate sio kukula mkate, kuna tofauti ya kuumega mkate na kuula. Maandiko mal, mal, anasema walidumu katika mafundisho ya mitume Walidumu katika Matendo mbili arobaini na mbili. Hapo walidumu katika mafundisho ya mitume, wakaumega mkate na kusali. Nanyi mtadumu katika mafundisho ya Kristo Yeshua mkiumega mkate na kusali kila siku. Na maanisha kuumega ni kusoma kifungu kimoja cha maandiko matakatifu, kusali ni toba na msamaha wa dhambi. Hayo ni mambo ya kila siku ili uweze kuvaa mwili wa utakatifu kama kanisa la kwanza. Baada ya kuvaa mwili wa utakatifu utahitajika sasa kwama kwenda kwenye mili ya imani. Mitume walikuwa zaidi ya watakatifu. Mitume walikuwa kwenye mili ya imani. Mili ya imani ni mili gani? Maandiko anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani na, na ndipo sitaionea haya Injili ya Mungu maana ni uwezo Warumi hapo, Warumi mlango wa kwanza ama wa pili. Ngoja nikusomee Warumi, na kusomea kitabu cha Warumi uone jinsi Mungu anasema kutoka imani mpaka imani. Haleluya, haleluya! Kutoka imani mpaka imani, kitabu cha Warumi. Warumi Maandiko anaposema, sitaionea haya Injili ya Mungu maana ni uwezo, sitaionea haya Injili maana ni uwezo wa Mungu uletao uokovu kwa wanadamu. Lazima Mungu aulete uokovu kwenu, sio mnavyofanya. Warumi moja mlango Warumi mlango wa kwanza mstari wa kumi na sita. Warumi mlango wa kwanza mstari wa kumi na sita. Maandiko yanasema, kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa kila aaminie. Imani aaminie ni tofauti na imani. Aaminie ni kwa sababu unanisikiliza, umeamini. Aaminie kwa Wayahudi kwanza na kwa Wayunani pia kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Yaani, toka imani hata imani ni kumaanisha imani haiji kwenye safari moja, yaani toka andiko mpaka andiko. Yaani haki ya Mungu na uokovu wa Mungu unaonekana ndani yako kutoka mafundisho mpaka mafundisho. Ndio maana mafundisho la lazima uyasikilize kwenye lengo la kutoka imani mpaka imani maana haki ya Mungu itadhihirishwa ndani yako kutoka imani mpaka imani. Imani ni maandiko, kutoka andiko mpaka andiko. Aleluya! Lakini lazima mtoke kwenye mili ya wanadamu, mwende kwenye mili ya usafi. Mili ya usafi ndo kufundishwa neno la Mungu. Mili ya usafi, mtakapoomba mtakuja kujiliwa na nguvu za Roho Mtakatifu, mtaingia kwenye mili ya utakatifu. Mkishatoka kwenye mili ya utakatifu, mtaingia kwenye mili ya imani Mitume walikuwa wanakaa kwenye mili ya imani, ndio maana mambo waliyaongea yakatokea. Lakini watakatifu hawakuongea yakatokea, ni kwa sababu walikuwa bado kwenye mili ya utakatifu. Msipoijawa mili ya imani, ninyi mtashindwa na dunia. Lakini ni steps, una mili mitatu ya kuvaa. Jambo la kwanza, vaa mwili wa usafi. Yaani mwili wa usafi ni mwili wa kuacha dhambi na kuyafata mema ya Mungu mwili wa kuacha ubaya wote na kuacha dhambi na kufata mema ya Mungu. Huo ndio mwili wa usafi. Kisha utamwomba Mungu, na siku moja usioijua wewe, ghafla utasikia nguvu za Roho Mtakatifu zikijaa ndani ya nafsi yako, nawe utakuwa mtakatifu. Sasa maana watakatifu ni waliojawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ukishatoka hapo haki ya Mungu itaonekana itadhihirika ndani yako, kutoka imani hata imani. Yaani sasa utaanza kuvaa mwili kama wa Stefano, mwili wa imani, mwili ambao Stefano anatendewa udhalimu, anasema Baba, usiwahukumu kwa dhambi hii hiieehe mwili wa imani ni mwili ulio na uhakika wa kuingia ufalme wa mbinguni. Mwili wa imani ni mwili usioona mashaka. Watakatifu hawataishi kwa mashaka. Lazima uanze kuwa kwanza msafi, uende mtakatifu, uende mwenye haki. Mara wanasema so mwenye haki wangu ataishi kwa imani, yaani ataishi kwenye mwili wa imani na watakatifu waliojisafisha kwa damu ya mwanakondoo. Watakatifu wazishikao amri za Mungu na kujisafisha kwa damu ya mwanakondoo, hao ndio siku za mwisho Mungu atawakumbuka wakati dunia itakuwa inalia, wakati wanadamu watakuwa wanautafuta uokovu, lakini watakatifu wa Mungu wameokoa roho zao, wanausubiri ufalme usiokuwa na mwisho. Maandiko anasema Mungu ni Alfa na Omega, na huyo Alfa na Omega ataishi pamoja na wanadamu. Ina maanisha ya kwamba ufalme ule wa Mungu hautakuwa na mwanzo wala mwisho. Yeye atakayefanikiwa kuingia hataona mwisho wake, bali ataishi kwa amani na furaha. Maana ya dunia yamekoma, tabu za dunia zimeisha, wovu wa dunia umepita, yupo tu yule mtakatifu aiyekae nuru yake ndani yenu. Maandiko anasema siku ya hukumu wanadamu watafanana kama malaika. Haleluya, wanadamu watafanana kama malaika. Wale watakaotupwa motoni watatupwa kama malaika wale watakaourithi ufalme wa mbinguni wataurithi kama malaika. hori ya sai ni matendo yeni yatakayeamua. Huko hakutatajwa kanisa, haitatajwa kanisa, haitatajwa Injili wala mhubiri, haitatajwa miujiza, haitatajwa uponyaji, bali itatajwa tu matendo ya mtu, maana kwa matendo tunahesabiwa haki. Haleluya, haleluya. Nimekusomea Warumi, nimekuambia safari yetu ya ufalme wa mbinguni inafanana kama ile safari ya kutoka Misri kuelekea kwenye nchi ya Kanani. Wengi watavunjika moyo, lakini ukimwomba Mungu utavunjika na kuambia uwe mtulivu. Ndiyo maana nimekuambia safari ya mbinguni hiyo ni njia nyembamba iliyosonga binadamu wenye mioyo michache waione kwanza, ka yeye anayekata tamaa sio mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu akati tamaa. Mtu wa Mungu ni chombo kinachombeba Mungu. Mtu wa Mungu analipenda neno la utakatifu. Mtu wa Mungu amevaa mwili wa utakatifu, amevaa mwili wa usafi. Wamchao Bwana ni wazishikao amri za Mungu. Sikiliza kitabu cha Yoshua moja tano. Nasema hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Haleluya, haleluya! Kwa hiyo hapa, ukisha jawa na Mungu, nasema nitakuwa pamoja nawe, yaani inamaanisha nitajaa ndani yako na sitakupungukia wala sitakuacha. Sasa utaishi kwa imani kwa kumtegemea Mungu tu na neno neno litokalo ndani yake. Neno la Mungu sio bibilia peke yake. Neno la Mungu ni bibilia na hata pia maneno yatokayo katika kinywa cha Roho Mtakatifu wa ukweli ni neno la Mungu. Neno la Mungu hori ya sai glori, haleluya haleluya ebalai saisia ebeneza. Mungu nasema hakuna atakayesimama mbele yako utakavyoyashika amri za Mungu, hakuna atakaye simama mbele yako kukuzuia safari ya mbinguni. Mwombe Bwana akuwezeshe, ombeni Baba, Baba aitie nuru yake ndani yako. Mimi natia nuru yangu ndani yenu ili ninyi muwe na nuru kama mimi Baba alivyoitia nuru yake ndani yangu nami nikawa mwenye nuru, nami naitia nuru hiyo ndani yenu ili ninyi muwe na nuru kama mimi nilivyo na nuru ili ya kwamba mfanane na mimi kama mimi nilivyofanana na baba yangu. Huo ndio uokovu. Uokovu ni kama ule wa Paulo. Paulo akasema ya kwamba si mimi naishi, bali ni Kristo wa Mungu ndani yangu. Haleluya, o sara kalamasika merabase kalamandresa haleluya haleluya. Lakini msikuwe na mashaka. Kitabu cha Wafilipi moja mstari wa sita maandiko anasema nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yeshua. Aliyeianza kazi ya uokovu ndani yako ataimaliza, usiwe na mashaka. Mashaka yanaua imani, wenye dhambi ndio walio na mashaka. Mashaka, mashaka duniani, huzuni, huzuni yaingia. Kimbilie wapi? Nijifiche? Kimbilio langu ni kwa Baba, kimbilio lako ni kwamu. Mashaka, mashaka, kisha huzuni yaingia. Ukiwa na mashaka utahuzunika, lakini maandiko nasema rejoice in the Lord, furahini katika Bwana, usione mashaka, maana dunia haiendi unavyoenda. Dunia inaelekea jehanamu, wewe unaelekea mbinguni. Unataka mfananeje yeye, yeye aendae kwenye uzima wa milele na yeye aendae jehanamu watafananaji sini, kama maji na mafuta. Kwa hiyo tegemea kuwa hivyo, na maandiko anasema, enyi kundi dogo, Baba yenu ameona vyema kuwapa ufalme wa mbinguni. Aleluya! Kwa hiyo ninyi ni kundi dogo Usitarajie kuwa mtatembea mamilioni, lakini ni kundi dogo. Ni kundi dogo lionalo uzima wa milele. Wengi wameujua uzima wakaupuuzilia. Sio kila anayejua kwamba mbingu ipo ataingia, lakini ni wale wazishikao amri za Mungu na wakainywa waka damu ya mwanakondoo. Kila mtu duniani ameambiwa msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu mtaangamia. Kuna wale wameukula, kuna wale wamekataa. Ni masika ala bayasika la maindresai haleluya. Asanteni sana mpate kubarikiwa, neno la Mungu likaye mioni mwenu, nanyi lishikamaneni, mkalifate, mtapata kubarikiwa. Amina.